Leo ikiwa ni Februari kumi ya mwaka elfu mbili na ishirini na sita ni siku mia moja za Rais Dr. Samia Suluhu madarakani ambapo aliapishwa kuanza awamu yake ya pili ya uongozi mnamo Novemba tatu ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Siku mia moja ni muda mfupi katika uongozi wa taifa, lakini mara nyingi ndio kioo cha kwanza cha mwelekeo wa mamlaka. Kwa Rais Samia siku hizi hazikupita kimya, zilikuja na matumaini makubwa, maswali mazito na tukio moja lililobadilisha kabisa namna kipindi hiki kinavyotazamwa. Ni siku mia moja zilizoanza na mjadala wa ushindi mkubwa wa kisiasa akitoka kushinda kwa karibu asilimia tisini na nane katika uchaguzi wa Oktoba ishirini na tisa ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano siku hizi pia zilisindikizwa na hoja mbili kuu haki na amani zilizojengwa kwa hatua za ahadi nzito za mabadiliko maaridhiano na mageuzi ya taasisi hasa zinazosimamia demokrasia uchaguzi na haki. Lakini zaidi matukio ya Oktoba 29 yalikuwa mstari wa kugawanya simulizi ya siku hizi mia moja. Tangu matukio haya ya maandamano yaliyohusiana na uchaguzi yaliyopelekea ghasia, vifo na majeruhi na uharibifu mkubwa wa mali, tathmini ya siku mia moja haikuwa tena ya ahadi ya utekelezaji wake pekee bali jinsi taifa linavyokabiliana na usalama, haki, amani na maridhiano baada ya machafuko. Makala hii haitazitazama siku mia moja hizi kwa macho ya sifa wala lawama, bali kwa mizani ya uhalisia. Ni jaribio la kuelewa kwa nini siku mia moja za Rais Samia zinaweza kuitwa zenye uzuri, lakini uzuri uliobeba simanzi Tofauti ya siku mia moja za eh, Dr John Pombe Magufuli za mwaka elfu mbili na ishirini na moja na za sasa, siku mia moja za Rais Samia Suluhu Hassan mwaka elfu mbili na ishirini na moja zilikuwa za aina yake. Aliingia madarakani kupitia urithi wa kikatiba kufuatia kifo cha mtangulizi wake Rais John Pombe Magufuli. Lengo kuu la siku zile mia moja alikuwa kasi ya utekelezaji wa ahadi mpya, bali kurejesha utulivu wa kisiasa, kujenga imani ya kimataifa, na kuonyesha kuwa dola ilikuwa imesimama imara katika kipindi hicho cha mwaka 2021, msitizo mkubwa ulikuwa katika maridhiano ya kimya kimya, kufungua kidogo nafasi ya kisiasa, kurejesha mahusiano ya kidiplomasia na jumuiya za kimataifa pamoja na kuhimiza umoja wa kitaifa. Hakukuwa na shinikizo kubwa la kutimiza ahadi mahususi za kampeni, kwa kuwa rais Samia hakuwa amepitia mchakato wa uchaguzi kama mgombea mkuu. Alikuwa mgombea mwenza wa Rais Magufuli, alitazamwa zaidi Magufuli kuliko yeye aliyekuwa msaidizi wake. Siku mia moja za sasa za awamu ya pili ni tofauti kabisa. Hizi ni siku mia moja za uongozi uliopata eh, uliopatikana kwa uchaguzi uliompa ushindi wa asilimia tisini na nane kabla ya Oktoba ishirini na tisa siku hizi zilibeba matarajio makubwa ya utekelezaji wa ahadi, mageuzi ya wazi na mwelekeo mpya wa kisiasa. Ndiyo maana tathmini ya sasa ni nzito zaidi na yenye mizani mikubwa ya matumaini na kutupiana lawama. Ndani ya tofauti hii ndipo uzito wa matukio ya Oktoba 29 unapoonekana zaidi. Tofauti na mwaka elfu mbili ishirini na moja ambako Rais Samia alitarajia kuwa msuluhishi na mpatanishi, siku mia moja za sasa zimemkuta akiwa katikati ya jukumu la kutekeleza ahadi, kudhibiti dola, usalama na wakati huo wa kushughulikia jeraha la kisiasa lililofungua maswali mapya kuhusu haki, maridhiano na mustakabali wa mageuzi. Rais Samia aliahidi nini katika siku mia moja za kwanza? Wakati wa uzinduzi wa kampeni zake za uchaguzi mwaka elfu mbili na ishirini na tano Rais Samia aliahidi kwamba ndani ya siku mia moja baada ya kuapishwa angeanza utekelezaji wa mambo kadha wa kadha kwa manufaa ya Watanzania. Miongoni mwa ahadi hizo kuajiri jumla ya watumishi elfu kumi na mbili katika sekta za afya na elimu, kwanza kwa majaribio ya mpango wa bima ya afya kwa wote, kugharimia kwa asilimia mia moja vipimo vya wagonjwa makubwa kwa wananchi wasiokuwa na uwezo, pamoja na kupiga marufuku hospitali kuzuia miili ya marehemu kwa sababu ya madeni ya matibabu kwa upande wa elimu na ajira rais aliahidi kuajiri walimu elfu saba wa masomo ya hisabati na sayansi. Ahadi nyingine zilihusu kutenga shilingi bilioni mia mbili kwa ajili ya mtaji kwa wafanyabiashara wadogo wadogo, kuanzisha programu kwa ajili ya viwanda kila wilaya, kuendeleza nishati safi ya kupikia, kuanza ujenzi wa gridi ya taifa ya maji na kuweka mifumo rafiki ya uwajibikaji kwa viongozi wa umma. Hata hivyo, katika ahadi zote hizo macho ya wengi yalielekezwa zaidi kwenye ahadi mbili kubwa: kuanzishwa kwa mchakato wa maridhiano ya kitaifa na kuanzisha kwa mchakato wa katiba mpya ndani ya siku mia moja. Uzuri wa siku mia moja ulivyofunikwa na Oktoba 29. baada ya matukio ya Oktoba ishirini na tisa upepo wa utekelezaji na ufuatiliaji wa serikali ulibadilika. Siku mia moja zilianza kusika kwa wimbo wa haki na amani, kila upande ukizungumza kwa tafsiri yake ya haki na amani. Suala la usalama alikachukua nafasi kubwa kuhakikisha nchi inarejea katika hali yake ya kawaida. Mgawanyiko wa kimtazamo ukaanza kujitokeza hata kama haukuzungumzwa kwa sauti kubwa. Katika siku za mwanzo akizungumza kwa niaba ya serikali, msemaji wa serikali bwana Gerson Msigwa alisisitiza kuwa swala la msingi kwa wakati huo lilikuwa ni usalama wa taifa, na mnukuu, katika siku hizi mia moja Tanzania imeonyesha namna ambavyo inaweza kuhakikisha nchi iko salama Bwana Msigwa aliambia idhaa ya Kiswahili ya BBC. Wakati wizara na taasisi za serikali zikiendelea na shughuli zake kama kawaida, ajira zikitangazwa, miradi ya ujenzi ikiendelea, bima ya afya kwa wote ikianza kutekelezwa na timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars kufikia hatua ya 16 bora ya Afcon kwa mara ya kwanza. Mafanikio haya yalibaki kuwa hayana sauti kubwa katika mjadala wa umma, yalifunikwa na uzito wa matukio ya Oktoba 29. Maridhiano, katiba mpya na oja zingine. Miongoni mwa mambo makubwa yaliyotarajiwa kuanza ndani ya siku mia moja ni mchakato wa maridhiano ya kitaifa na maandalizi ya mchakato wa katiba mpya. Hata hivyo haya mambo hayajapata mwanzo uliotarajiwa. Rais Samia ambaye katika kampeni zake aliahidi kuunda tume ya kitaifa ya maridhiano ndani ya siku mia moja amelazimika kubadili mwelekeo wa haraka. Badala ya kuanza moja kwa moja na maridhiano, serikali iliunda kwanza tume ya uchunguzi wa matukio ya Oktoba ishirini na tisa ili kuchunguza kilichotokea. Kwa mjibu wa serikali, matokeo ya tume hiyo ndiyo yatakayotoa mwelekeo wa maridhiano ya kitaifa. Kwa upande wadau wa siasa bado kuna mashaka. Makamu mwenyekiti wa Chadema Bara, John Heche, ameeleza wasiwasi wake kuhusu mchakato huo, akisema namnukuu, hatuwezi kuingia kwenye maridhiano kukiwa bado kuna wafungwa wa kisiasa, mwisho wa kumnukuu kauli hiyo ina akisi mtazamo wa sehemu ya upinzani kuwa maridhiano hayawezi kutenganishwa na masuala ya haki na uhuru. Kwa mtazamo wa kitaalamu, Dr Onesmo Kyauke wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, kama alivyonukuliwa na gazeti la Mwananchi, anasisitiza kuwa maridhiano hayawezi kujengwa juu ya ukimya. Kwa mjibu wake maridhiano ya kweli lazima yatangulize ukweli kwanza kabla ya lawama. Ahadi ya kuanza mchakato wa katiba mpya ndani ya siku mia moja bado imebaki kuwa matarajio ambayo hayajapata mwonekano wa wazi katika utekelezaji wake. Serikali imeeleza kuwa haijatupwa, lakini wadau wa waja, eh, jamii, eh, na masuala ya kisiasa wanaonyesha mashaka yao. Anaelezea e, msemaji wa serikali Bwana Gerson Msigwa, hatukutarajia yangetokea yaliyotokea tarehe ishirini na tisa. Kwa sababu yale yametokea, tunayatatua kwanza. Baada ya muda mfupi, tutaendelea na utekelezaji wa ahadi nyingine. Kwa kauli ya Msigwa siku mia moja zilianza kwa kushughulika na matukio ya Oktoba ishirini na tisa zaidi, ila katiba mpya na maridhiano, nafasi bado ipo, na serikali ina utayari wa kuyasimamia kuhakikisha yanafanyika kama yalivyoahidiwa na Rais Samia na chama chake cha CCM kupitia irani yake ya uchaguzi kwa ujumla. Siku mia moja za rais Samia katika awamu yake ya pili ni siku zenye sura mbili: uzuri wa mafanikio na uzito wa simanzi. Ni kipindi kinachoacha taifa likiwa katika tafakari baada ya uchaguzi wa Oktoba 29 na simanzi zake. Je, maridhiano na mageuzi yaliyosubiriwa kwa muda mrefu yataanza kuchukua nafasi yake?